Leo hii tumekutana hapa e, mjini Tanga, lengo letu lilikuwa ni kuhamasisha fursa za uwekezaji kwa njia ya ubia zilizopo ndani ya Mkoa wa Tanga. Tumekutana na wafanyabiashara wengi ambao wanafanya shughuli zao ndani hapa Mkoa wa Tanga, lakini pia tumekutana na watumishi wa umma ambao wanatoka mkoani pamoja na ofisi zote za halmashauri ambazo ziko ndani ya Mkoa wa Tanga kwa ajili ya kuweza kujibu maswali au kutangaza fursa kama ambavyo tumeshirikiana kwenye kuibua hiyo miradi, tumeweza kushirikiana na halmashauri zote nchini kwenye kuibua miradi, kwa sababu tunaamini katika halmashauri ndio kwenye watu, na kuna miradi mingi ambayo inagusa watu. Kwa hiyo tulikuwa na timu yetu ya watu wa ndani na hao ambao tumewapa uwezo kutoka vyuo vikuu, tumefanya elimu kubwa katika hizi halmashauri ambapo mwisho wa siku tumeweza kuwasaidia kuibua fursa za ubia, ambapo mpaka leo hii tunatangaza tuna miradi zaidi ya mia nne na kumi mipya ambayo ipo katika halmashauri mbalimbali, ikiwemo mkoa wa Tanga tuna miradi kumi na sita ile ambayo tumetangaza kwenye mkutano wetu wa leo. Miradi ya uwekezaji kwa njia ya ubia ni miradi ambayo kwanza inatekeleza wajibu au jukumu la serikali katika mipango yake ya maendeleo katika kutekeleza jukumu hili, maana yake wabia, sheria imewaruhusu kuungana, kuunganisha nguvu, kwa maana kwamba wanaunganisha nguvu kwenye kuweza kupata vigezo vyao vya kiufundi kwenye kutekeleza miradi ile, lakini pia kuunganisha nguvu kwenye kupata vigezo au kutunisha mifuko yao katika kutekeleza ile miradi. Kwa hiyo katika ujenzi wetu wa Chuo Kikuu Mzumbe tunaishukuru serikali kwa kuweza kutufadhili kwa kutupatia bilioni kumi na sita za kuanzisha kampasi ya Tanga, lakini sasa mahitaji ambayo tunayo kama chuo bado tuna mahitaji mengi ya ziada ambayo leo tulipata nafasi ya kuja kuzungumza na wadau wa wawekezaji wa sekta binafsi ili tuangalie ni jinsi gani tutashirikiana nao, aidha kwa kupitia PPP au kwa kupitia uwekezaji wa nje ya PPP. Kwa hiyo katika chuo kikuu Mzumbe pale kwa sasa hivi tumefanikiwa kujenga nyumba nne za wafanyakazi kupitia mradi lakini idadi ya wafanyakazi ambao tunategemea itakuwepo pale chuoni tunategemea tutakuwa na jumla wafanya nyumba, zirizopo, zunguka, eneo, lachio, kilipo, azi, kutu, ya wafanyakazi tisini na nne nyumba ambazo zilizopo zinazozunguka eneo la chuo kilipo haziwezi kufaa kwa ajili ya walimu wanaokuja. Kwa tulikuwa tunaomba sekta binafsi isaidie kwenda kuwekeza katika nyumba za wafanyakazi chuo kinatarajiwa kuanza mwezi wa kumi ili walao ikifika mwezi wa kumi, walimu na wafanyakazi wengine waweze kukuta kuna nyumba ziko pale karibu. Tunahitaji eneo kwa ajili ya biashara, business center. Chuo kupitia mradi hakikufanikiwa kujenga eneo lolote lile la biashara, kwa sasa hivi wanafunzi na maana watakuwa wanapata mahitaji katika maduka ambayo yapo kidogo mbali kidogo na eneo la chuo, lakini pia ni maduka madogo ambayo hayawezi kumudu matumizi ya walimu na wafanyakazi ambao watakuwepo pale Chuo Kikuu Mzumbe. Tunahitaji pia ma sisi kama tuna makanisa na mashirika mengine, TTCL kwa ajili ya kutuwekea huduma za mitandao. Tunahitaji pia ukamilifu wa huduma za maji, huduma za barabara na huduma nyingine za kijamii, ili pia ziweze kufika katika eneo la chuo, ili kuhakikisha kuwa mradi tutakapoanza masomo mwezi wa kumi basi mazingira haya ni wezeshi, wanafunzi watakapokuja Tanga wasiweze kurudi na kuhamia katika vyuo vingine. This forum uh, uh, for a joint uh, the investors meet